Tuna hisi wenda ni ujinga, tunapostuka tumeferi na tumeshapoteza hekima. Wengine ufanya mambo tofauti na jamii, kulingana na hadido ujihisi wako sahihi. Mwanangu, hebu shushaga kwanza mguu wako, maana hapo paka unanitisha, unataka nikija kwako nianze kupiga tena. Tuachane na hayo mwanangu, kuna jambo nataka utusaidie. ishasoma miaka mitatu sasa, na kazi ushapata. Sasa tunachoomba uwe na mwenza, utafute mwenza wako. sawa sawa mwanamke? Baba, huu ulikuwa unalionaje? unajua sisi mimi na mama yako tulikaa tukatafakari hayo, tukaona tukuite, maana mpaka sasa hivi umesoma chuo umemaliza na una miaka mitatu kazini, lakini huna hata habari ya kufikiria kuoa. Ndio maana tukaamua tukuite, sisi tunachokihitaji upate mwenza wako hili na sisi tupate kulea wajukuu, umri unakwenda. Uu, sasa baba, swala mnao niambia, najua ni, ni jema tu bwana alifikiria, lakini sasa kila nikiangalia, nafika ofisini pale, unakuta kuna mwenzio kaingiza mikucha shingoni hapa, ukiuliza unaambiwa mwanamke unakaa unamwangalia, una mwingine unakuta kulala tu pale ofisini, kila muda analala tu, nashindwa hata kufanya kazi. Ukiuliza unaambia mwanamke. Mea sijui huyu anakaa na, na mastres tu pale ofisini, ukiuliza unaambia mwanamke. Sasa mi kila nikiangalia, naona eti niende nikachukua matatizo mi mwenyewe, wala sio mtu mwingine, kwa miguu yangu na akili yangu timamu, naenda nachukua matatizo pa na nakuja nao nyumbani, naambia sasa ni matatizo, kaeni hapa, yaani yale matatizo nayaleta mwenyewe Mungu. Wengine tunaweza tu nikaepukana nao mama, nikakaa tu nikaendelea na maisha mengine. Sawa mwanangu, sio lazima uende ukachukue hao wanawake. Islam, sisi tutakutafutia mwanamke wa kijijini, sawa? Ah, mwenye maadili kijijini lakini mnajua baba, kijijini, mimi sijakataa kusema mtatafutiwa mwanamke kijijini, lakini mwanamke mimi ndomtaka japo awe na elimu eh? Amna, amna kabisa hapa ilevo, au fufuo, basi aende tu akasome, mwalimu hapo akawaandikiange tu watoto, kuna yapata tafadhila kwa Mwenyezi Mungu. Sasa Faruku, kule kijijini kuna wanawake wengi, mama yako anawafahamu vizuri, wapo waliosoma. Sio kwamba kila aliyesoma yuko hapa mjini, kuna wengine wapo kijijini wamesoma, lakini wanauza mihogo. Sasa mama yako atafuatilia na atakuletea taarifa mwanamke gani anayekufaa. Sisi familia yetu jinsi ilivyo, hatuwezi tukaenda kutafuta mwanamke ambaye anatoka kwenye familia ambayo haieleweki eleweki. Kwa hiyo mama yako ataenda kutafuta mtu wa kutoka kwenye familia mzuri ili aje na sisi tujue tumepata mwanamke mzuri, sio tunamchukua mwanamke, tunakuletea wewe matatizo. Kwa hiyo hilo ondoa shaka, utapata mwanamke msomi na mwenye tabia mzuri, lakini kutoka kijijini. Sawa Mafaruku. Sawa na haina lazima, hata mimi ni kwenda nitamtuma. Fatuma atakwenda na nitamuelekeza kwenda kwa mzee fulani. Sawa, lakini bwana da na huyo msomi utampata kwa kijijini? Wapo, mbona wasomi, mbona wanawake wa siku hizi hao. Bwana unajua mzee, kuna muda kanakaa chini najiuliza maswali sipati jibu. Unajua wakati wenu wewe we, na sisi ni tofauti. Nyinyi wakati wenu kidogo ulikuwa kama hivi, unaweza naweza mkada. Sasa wakati wetu ah, mikungulu imekuwa mingi tu, imepaka shume, nasema basi, tutafanyaje sasa Sabu, mmeshaamua wazee, tena wazie tena, acha tukae nayo, utafanyaje sasa? Ila kukubali ukweli, tunahisi wenda ni ujinga.